Mashirika ya kijamii ya Bridge of Hope na Jomvu Women in Fisheries and Culture wametoa wito kwa wahisani na wafadhili kujitokeza ili kuwasaidia kukamilisha mradi wa ujenzi wa hoteli ya kuolea katika eneo la Jomvu Creek. Akizungumza na wanahabari alipotembelea mradi huo, mkurugenzi wa Bridge of Hope, David Mutugi, amesema walifadhiliwa kupitia mradi wa Kemsford na kufikisha asilimia sabini ya ujenzi huo. Mfano hoteli kama hii ambayo haijakamilika, tumefanya eneo hili liwe ni la mafunzo ya blue economy ama uchumi samawati, ambapo watu watafundishwa mambo na fishing, mambo na boat making, culture mambo na pia coxswain, na kutengeneza vifaa vya ufu, uvuvi. Tunatafuta wafadhili ambao watatusaidia kukamilisha ili jengo tulifadhiliwa na mradi wa Kemsfed ambapo pesa ambazo zilitolewa kile kikundi ni 2.6 million ambazo kiwango chake kimoja kilikuwa kitengeneze uh, cages, na zingine zilinunua tu material na ikafikisha ili jengo mahali ambapo mnaona limefika, limefika 70% kulingana na mtogi. Mradi huo utasaidia katika kuvutia watalii na vile vile kuinua viwango vya uchumi eneo hilo. Aidha, ametoa wito kwa mbunge wa eneo hilo Badi Twalib kuchukua jukumu na kuingilia kati kuleta wafadhili. Ni ujumbe spesheli nampatia mbunge wa eneo la Jomvu, Mheshimiwa Badi Twalib, ambaye amekuwa msingi bora zaidi katika shughuli zote tunazozifanya eneo la Jomvu, amejenga mashule eneo la Jomvu pia ameunganisha vikundi vingi ambavyo vimefadhiliwa na vinaendeleza mambo tofauti tofauti, na miradi kama hii pia akiipatia support nyingine, itakuwa sasa inakuza eneo zima la Jomvu. Resource Center ile ambayo tunataka kujenga ya Bridge of Hope na muungano kama huu wa Jomvu imeni fisheries and culture, utakuwa unapeperusha jina lako juu na unapotafuta marafiki viongozi wengine mnakuja kuzuru, utakuwa unajionea fahari kubwa kuwa miradi kama hii imepatikana katika eneo lako. Kauli yake iliungwa mkono na Sharon Kirubu ambaye ni mwandishi katika kikundi hicho, huku akiwahimiza kina dada kumbatia mradi huo ili kuinua jamii. ningependa pia kuwaalika ama kuwaita wasichana wenzangu waweze kuamkia mwamko huu mpya katika utunzaji wa tamaduni katika ujihusaji katika vikundi vya kijamii manake, jamii ikikuwa, taifa lote limekuwa na tunainuka mbele pamoja. Nasema ni asante pia kwa mbunge wetu mheshimiwa Bajitwalib alituunga mkono, alitushikilia pale katika safari yetu ya kwenda Nairobi katika kikundi cha Bridge of Hope Kenya. Tunasema ni asanti kwa umoja uliotuonesha, tunasema ni asanti kwa upendo huo. Nikiripotia Benvin TV kutoka eneo la Jomvu, mimi ni Hassan Pojo.